Sekondari, tunasoma combination moja ambayo ni PMCS Combination ya na PMCS inajumuishwa masomo matatu ambayo ni physics, mathematics na computer science. Sisi kama wanafunzi wa kidato cha sita na cha tano tumeweza kukaa chini na kufikiria kutumia knowledge ya darasani ya somo la computer science kuweza kutengeneza tovuti pamoja na application ya afya. Basi ndugu mie rasmi mbele yako hapa katika screen yetu, unaweza ukaona tabu chache hapa, ambapo hizi zote zinajumuisha tovuti moja. Ambayo tuliweza kugundua kwamba mwaka huu tunaenda kufanya uchaguzi katika uchaguzi mkuu, tuliamua kuona kama tutengeneze mfano ambao unaweza kupiga kura online basi kwa haraka zaidi, tufungue page yetu hapa. Basi ndugu mgeni rasmi, mbele yako katika screen unavyoona, hii ni we, tovuti ambayo tumeweza kuitengeneza sisi wenyewe kwa kukaa chini, kutumia knowledge na kutumia lugha mbalimbali za kikompyuta katika kutengeneza website hii. Tuliweza kutengeneza website ambayo ni itaweza kumilikiwa labda kama na INEC National Electoral Commission. Basi unapoona hapa ni nembo ya taifa na hapa ni nembo ya INEC. Baada ya hapo unaona juu hapa kwamba hii ni tovuti ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Karibu uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka 2025. Basi ndugu mgeni rasmi naendelea kupanda katika tovuti yetu. Tuliweza kuweka vitu vingi kidogo, ili kuweza kumfanya Mtanzania aelewe nini anakifanya katika wakati gani katika tovuti hii. Unaona hapa, jitokeze kupiga kura, sauti yako ina uzito. Basi katika tovuti hii inamhamasisha Mtanzania ajitokeze kupiga kura, na katika kupiga kura inamhamasisha kwamba sauti yake inasikilizwa na Watanzania wote, pamoja na government nzima. Uchaguzi ni fursa ya kila raia kushiriki katika uandaaji wa serikali. Basi katika kumhamasisha pia, tunaona chini hapa unapata kituo chako cha kupiga kura, na baada ya hapo akibonyeza hapa inamwelekeza kwamba pata taarifa katika kituo cha kupiga kura kutoka katika tovuti rasmi ya tume ya uchaguzi. Baada ya hapo mbele yake atakutana na click here to vote, manake bonyeza hapa ili uweze kupiga kura basi itampeleka kabisa katika ukurasa wa kupiga kura, ambapo katika ukurasa wetu wa kupiga kura inakuja kuonyesha mfumo wa kupiga kura demo, mfano wa mfumo wa majaribio wa kupiga kura mtandaoni, taarifa za mpiga kura. Basi ataanza kuingiza taarifa za kitambulisho chake pale juu, kama ID number. Akishaingiza, kisha ata scroll ili aweze kuona nini kinafuata, itamwonyesha chagua mgombea pale wataonyesha wagombea wa, wa urais ambapo yuko Samia Suluhu Hassan, Tundu Lissu pamoja na Zitto Kabwe kama mfano, na pia ataamua achague nani ambaye ataamua awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi kama atakliki chaguo la kwanza Samia Suluhu Hassan, akisha kliki, itamwonyesha piga kura basi atakuwa amefanya kabisa kitendo cha kupiga kura na haitamruhusu kupiga kura mara nyingine tena. Na kama akiamua, kama ajaamua, kama yeye ni rais, akiamua kumchagua mwingine, basi itaacha ile chaguo la kwanza, itafuata ile chaguo la mwisho, basi kimchagua itapiga kura na itamruhusu, na kura itakuwa imehifadhiwa baada ya hapo, ili ajulikane kwamba ni Mtanzania halali na amepiga kura. Chini hapa itamwonyesha risiti ya kura ambayo ni siri yake katika ile risiti ataipakua risiti hapa chini na atapakia nakala yake, akiwa ameidownload kwenye simu yake. Kwa hiyo atakuwa na risiti kwa kwamba amepiga kura na kura yake imefadhiliwa kwa ajili ya kuhesabiwa. Basi ndugu mgeni rasmi, ukitazana na ukurasa huu wa kupiga kura, tunarudi homepage, tukiona kwamba tovuti yetu bado inaendelea na mambo mengine. Kumuhimu katika tovuti, kuna sehemu ile ambayo akura anaingiza na na, yani, namba yake, na alinda vipi pale kuona kwamba huyu hata hataingiza namba yoyote tu alafu mfumo kwa piki? Yaani pale kwenye namba unasema ingiza namba yako, na alinda vipi kwenye mfumo ili mwenye kuingiza namba pale asiingiza namba yoyote tu alafu itakubali mfumo kwa piki au ikajirudia tena. Tuliotengeneza ni mfano tu, lakini kama ingemilikiwa na INEC wangeweka mfumo kwamba anapoingiza namba yake inasoma ni nani aliyeingiza, hivyo inamtambua na kisha anaruhusu kupiga k. Pia ndugu mgeni rasmi, katika utengenezaji huu analaini kwamba kuna faida na changamoto. Katika changamoto tulizoziona, moja hapo hiyo, kwamba usalama wa mfumo dhidi ya udukuzi, ya pili ni usiri wa kura pia kupatikana kwa internet kwa kila mpiga kura na uwezo wa watu kutumia teknolojia hiyo. Basi tunaona swali lako linajikita zaidi katika usiri wa kura na usalama wa mfumo dhidi ya udukuzi. Katika kutatua hilo, kama ingekuwa inamilikiwa na, na tume rasmi ya uchaguzi, ni kwamba akiingiza namba yake hapa, yatakuwa itengeneze kwamba anayeingiza namba asiweze kuiona anayehesabu kura anayesahu kura ataona tu kura imepigiwa, mtu fulani amepigiwa, rais ni huyu, lakini hataona namba aliyepiga kura ni nani. Ndio, na pia ataingiza namba, kama namba sio validi, itamwambia namba yako uliyoingiza sio sahihi.